Kutoka chuo kikuu cha uh, Tumaini Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki katika mdaharo huu mmoja, um, uh, uh, ya amepata udhuru leo, tunakuwa kama tunafanya uzinduzi wa series ambazo zitakuwa zinaendelea kuhusu masuala ya nafasi ya sisi wanazuoni sisi wasomi katika uh, mjenga n kipindi kizuri sana ambacho tayari tunaelekea katika uchaguzi mkuu na kila mtu nauna mfanoab <laughs> anarudi anaitwa dokta, anapewa ile heshima kwamba ni daktari, ni msomi hadi mko Ulaya, kanakuja nyumbani. So, napata pisha wasomi hadi mko Ulaya anakuja nyumbani, wala hana kazi, anakuja nyumbani tusalimia kwamba kuna daktari pale, kuchota mawazo. Kwa nini imetoa mfano kwamba tunapoenda, kwa nini wasomi tunaanza kubaka katika majukumu ya msingi ambayo dunia nzima, taifa linategemea sisi tuyatolee eh, mwongozo. Kwa sasa tunaelekea stage ambayo zile thoughts za wasomi zinakuwa sio kitu. Na kama tutafika huko, basi dunia ndio ifanya kuishi. Sasa kama tutafika stage ambayo hatusikilizi thoughts za wasomi scholars hatuangalii kwamba wanaopinioni gani, ili tuendeshe nchi tuta tumefika sehemu ambayo siyo sahihi. Kwa hiyo midahalo hii tunakuja kuamsha hiyo ari mpya, kwamba tunataka mwanze kubeba huu msalaba wenu, kwamba kunategemewa kama vile ambavyo tunawaona ndugu zetu katika imani, viongozi eh, wa imani nakotuongoza, na nyinyi muone kabisa wa wasomi pia, msiishie tu for the fashion fulfillment of degree kuna eh close research narudi nyumbani n tunataka practical mtoke kozi yoyote ambayo amesoma, unayo nafasi kubwa sana ya kufanya hii jamii, nchi yetu ikawa salama, niendelee kuwa na amani. So lazima tu mtu anaosoma international diplomacy, peace and whatever no, mtu yoyote katika kozi yoyote yamesoma suu ana nafasi kubwa sana na directions tuende wapi, tufanye tufade nini? Kwa hiyo sosemali sana na naamini mzee wetu Jenerali atatupa busara, lakini pia kuna wasemaji zaidi ya sita bunge tutaambiwa sasa tarehe za uchaguzi kuu, na bila shaka harakati zimeshaanza, na watu kupitapita, watu kujitambulisha, watu kujionyesha, watuwaesanini na kujaribu kuwashawishi watu wa wachague wao. Sasa hiyo ni shughuli ya mwaka huu ya yeah. yeah. Kipindi hiki kinachoanzia mwezi huu yeah. kwenda mpaka uh... ila wamekumbazwa na ujinga ambao wameshindwa kuubaini na wamewekwa ibangi <laughs> <Yeah. laughs> you know, na sumba ni bangi atayanenda kutoka wapi? Maendeleo ni wewe mwenyewe na wenzako waliokuzunguka, mkaketi chini, mkatafakari hali yenu ya matatizo, mkajua kwa kukusanya nguvu zenu na akili zenu kwa pamoja, mkajua ni namna gani mtatua tatizo hili na mbili. Kama ni mtaro wa maji machafu, namna gani geeaukaa tu na amani ya kinatiririka kama ni mbu na namna gani ya kupiga spray mbu wakapungua. Kama ni mgonjwa wa malaria kuangalia fakamanyasi ambayo ya yanaweza ea mbu. Kwanza ujue kwamba mgonjwa huo malaria sio kama ni mchawi kauleta, ni mbu, ni vidudu vidogo vidogo tu ambazo wala haviiili vikipigwa dawa ya...